Nje lakini, kwa nini wako hapo, hii ao pia tutajua. Naomba nikaribishe me aweze kuongea habari za saa hii znandih. Kama navyojua, udodo ni mwingi mwingi sana. Mwenyezi Mungu ametubariki na tunashukuru sana kwa kwa uwepo wenu, kwa sababu bila nyinyi sisi hatuwezi kufika kwa iashara wasikwenu media zote ambazo zimeweza kufika kwa ajili ya kusikiliza. Ah, kama mnavyojua tamthilia pendwa ya Nice Mitchell. Ah, imeanza upya na tukisema imeanza upya kubwa ni kutaka kuwalisha Watanzania kile kitu ambacho wana kiu nacho. Kwa hiyo comments zimekuwa nyingi kwamba bwana, tunaomba mkishushe mki katika kifurushi cha nyota ili tuweze kuitizama nchi nzima. Sasa, kama mnavyojua kifurushi cha nyota ni kifurushi chetu cha chini hapa Star Times, na utakilipia kwa gharama ya elfu kumi na moja tu kwa mwezi ikiwa wewe unatumia king'amuzi cha antena, na utailipia elfu kumi na moja na mia tano kama endapo unatumia king'amuzi cha dishi. Uh, lengo ni nini? Lengo ni kutaka kila mmoja aweze kufaidi uhondo wa tamthilia hii kali, na ndio maana baada ya kupokea request nyingi tuliamua tuianzishe tena upya kupitia kifurushi cha nyota. Kwa hiyo wewe, mpenzi ambaye una kinyamuzi cha Star Times. Sasa hivi utaweza kuiona uh, Star I mean, utaweza kuiona naisumichu kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa tatu kamili usiku kupitia channel ya ST Swahili kwa gharama ya kifurushi cha shilingi elfu kumi na moja tu kama endapo utalipia uh, kinyamuzi cha antena lakini vile vile, elfu kumi na moja na mia tano kama utalipia kinyamuzi cha dishi. Na kama alivyosema kiongozi mezani, tuko na na watu wake sura ngeni katika tamthilia ya Nice to Meet You, lakini tunaleta stori. Yani, elfu kumi na moja ni hela ndogo sana, lakini kwa sababu rais wa nchi ambaye kwetu sisi ndiye mwigizaji namba moja aliyekuja kuupa tha, kuipa thamani tasnia yetu ya filamu kwa kuenda field mwenyewe. uo zamani kusema knata okay. Mzaa unaeta mzaa leo utasemaje? Waigiza ii mzaa na rais wa nchi ni kuigizaje, na direkta wake alikuwa anampiga kati mwanzo mwisho, mama rekebisha, baba rais, ah, amekuja field kwa. Si tunamshukuru rais wetu kwa sababu amewaruhusu hata ninyi StarTimes kuwa na mazingira mazuri ya kufanya kazi, na ninaamini series hii ya Nice to meet you itakuwa ndio mlango mkubwa wa series nyingi za kitanzania kuonekana kwenye kwenye channel hii wa Watanzania. Hivi wewe umeona nchi gani yani, eti mtu ana antena alafu unapata maudhui kama haya? Unajua hizi vitu nyingine hazisemwi tu lakini StarTimes ni watu ambao ni kama mmewaambia Watanzania, shida zenu ni zetu, kwa sababu mtu anaweza kununua dishi mkaona, <laughs> mtuletee hicho cha antenna. Lakini kuna wale wa dishi ambao ukiangalia hapa hakuna hata, hiyo hakuna double standard, kwa sababu mwenye dishi anaongezewa jelo Yellow ni mia tano. Eh? Yani mia tano, elfu kumi na moja na mia tano. Na ukitoka hapo wewe wanakuboost unaenda kwenye kifurushi cha elfu ishirini na tatu. Sasa hii ndio unasikiaga alokole anasema Mungu anipe nini? <laughs> <laughs> kwa hiyo sisi tunawashukuru sana na tuwahakikishie watanzania Tanzania. Hii yeah. nice meet Aishi leo wala kesho. Amen. Vizuri muendelee kununua kama hamna hivi vingamuzi, una hela, nunua hata cha antena, nunua cha dishi. Mwendelee kununua kwa wingi, ili sasa hawa watu waone ile tija, kwamba ninyi mnahitaji haya mauzumi, na sisi tutaendelea kufanya kile kilicho bora zaidi ili hawa watu. Hii ni biashara, unajua. Hii sio kazi ya Mungu kwamba nitalipwa mbinguni. Hii unalipwa hapa hapa, yeah. haina thawabu. Kwa hiyo sisi lazima tufanye kazi nzuri, ili hawa wakichukua, pia nao waone matokeo kama hawaoni matokeo, hawana sababu ya kufanya hivi. Hii ni biashara, sio kazi ya bwana Yesu. Hii ni biashara. Kwa hiyo hata sisi maprodusa, sisi waigizaji, bado tunaendelea kuwajibika kufanya kazi nzuri kama ilivyo, naisi tumici nandio no. na wa... yeah. tulikuwa tumeanzia hapo yeah. Lakini ninaamini huku tunapoelekea hii nice to meet you itakuwa ni series ya nchi, kwa sababu tutafanya kwa series tatu kwenye taifa hili, lakini series pekee inayonikonga moyo wangu ni nice to meet you. okay. Ah, yaani sijui aliandika nani, yaani ni sielewe <coughs> yaani unafanya, unasikia unasikia raha kwa niwaambie, Watanzania sasa ni vizuri, ni vizuri kila mmoja, kama ukuona amesema PhD tumeanza upya yeah. Njoo uanze na sisi upya, na ufahili imeanza tangu tarehe 24 itaenda mpaka tarehe 30. Maana yake wewe mwenye watoto unajua, kuna watu wana watoto wako bodi, basi hiki kipindi watoto wa nyumbani wasiwe tena kama wako bodi. Kuna kuna kuna kuna kuna kuna vipindi eh, kuna, kuna vipindi, kuna chaneli zinaonyesha katuni na katuni hizi ameeleza, ameeleza bosi wetu hapa, sasa zimekuja kwa Kiswahili Maanake unaweza kuwa na mtoto, sio dhambi kusema hivi, akawa mbumbumu shuleni, Kiingereza haendi vizuri. Sasa hawa nao wamezingatiwa. Wale wanaopenda Kiingereza wataangalia kwa Kiingereza, wale ambao Kiingereza kidogo sometimes no yes havipandi, tumeleta na kwa Kiswahili, ilimradi mtoto aone kwamba nilikuwa shuleni, sasa niko nyumbani. Yaani mtoto asikose hiyo tofauti kwamba hapa ni nyumbani, kule ni shuleni, na ili asikose hiyo tofauti. Wewe unatakiwa kuwa na StarTimes tu tu. Hiyo ndiyo inatoa hiyo kitisho, kwamba hapa ni nyumbani, alafu wakati wa kurudi shule ataenda shuleni. Mtoto awe ana pamisi nyumbani, mtoto sanapamisije nyumbani mtu na StarTimes <laughs> pia nice, ili nifurushi watoto waone hivi vitu, kwa sababu tusiseme tu habari ya rai mit hii. StarTimes ni package ni kubwa. Mtanzania ambaye amemaliza kuangalia rais nice to meet atahitaji kuangalia kitu kingine. Kwa hiyo kitu kingine ni pamoja na hizo cartoon zipo, filamu eh, eh, za wenzetu wa nje zilizotafsiriwa tafsiriwa ambazo tunazipenda, hata mimi nazipenda. Zamani tulikuwa tuna hawa kwa na tafsiri na tafsiri, ndio tunajifunza hawa watu. Na niwaambia hata ninyi wasanii, ukishamaliza kuangalia rais nice to meet you ile, wewe angalia rais nice, kwa sababu tuko kwenye dunia ambayo Haya ni mafilamu ambayo filamu moja bajeti yake dola milioni tano. Wewe unafikiri huwezi kupata vitu vitatu vya kujifunza ukaja ukaboresha? Kwa hiyo ni vizuri sasa tuwe tunatazama na hizi kazi, kwa sababu zina mafunzo mengi ndani yake, tunajifunza. Sisi, sisi, lakini jamii yetu inayotufuatilia sisi na yenyewe itaanza kuona namna ambavyo sisi wa Tanzania tumepiga hatua kwenye utengenezaji waaa hapa sasa wataanza kufanya comparison kwamba, ah zamani tulikuwa tuko hapa, angalau sasa tunawasogelea <coughs> hawa <Yeah>. Wangele, kwa hiyo kama baada ya kusema hayo tunashukuru sana Mheshimiwa, mwisho ya kutana na miaka mingi. Nakushukuru sana bosi kwa nafasi hii, endelea kutufungulia milango.

kuzungumzia vitu hususan kenye taemsyetu vipengele ambazo zinaongeza, chaneli ambazo zinaongeza pamoja kabisa. Na nice to meet you, mimi kwanza nishukuru kuingia kwenye hili tamsinia yetu pia. Nice to meet you, mimi ni mpya, lakini mpya kama mwenyewe nadhani unyama wangu ni mwingi, wenyewe mnauona. yeah, um, hmm. nat nimecheza kama asha asha mwenye ndoa yangu kubwa, mke halali kabisa wasadiki <laughs> wasonijua. Nadhani mmenijua na mmenioa vile nilivyo, sivyo nilivyo, lakini ndivyo sisi tunaelewana hapo, ili uendelee kupata huo utamu Bas nunua kifurushi chako pendwa kabisa cha Est Swahili kwa shilingi elfu kumi na moja, lakini tuna kubusti juu wa pendi kubustiwa ukienda. okay. elfu kumi na moja unabustiwa, elfu kumi na saba unabustiwa ishirini, yeah. na tatu unabustiwa wewe ni wa wapi unakosaje wewe pesa kubusti? Jamani wa mama, tunacheza vikoba, tuache unafiki, vile gera vidogo vidogo tunaoachiwa Eh, tu vimeki, tu tupate na sisi kuona na nice, s pamoja na vipindi vingine etu, wapendwa, mna feri wapi? Kimbilio leni ni hili moja, ST Swahili Star Times, mpango mzima. Kwingine kwa nini? <laughs> Yeah. Kwa nini uweke mambo mengi na kati chaneli ni moja wewe, Esti ni moja wewe, kwa nini tuna angaika kwenda wapi?